So ladies and gentlemen, tunaendelea pale pale tulipoishia baada ya Kaima kukoswa koswa na ajali ya gari amechanganyikiwa. Kwa hiyo jamaa alikuwa anauliza gari lako umepaki wapi? E, nimepaki ni kule hapo, bado akiwa na mawenge, si unajua amenusurika kufa. Eh. Basi jamaa ikabidi amchukue moja kwa moja, ampakize kwenye gari lake kisha ampeleke mpaka nyumbani. Wakati amefika nyumbani kwa kina Kaima, anajaribu kumsimamia kwa upande wa pili hivi amsaidie maana hawezi hata kutembea, kavurugwa, lakini anambia mimi nipo sawa, usijali. Jamaa kaona hapana, huyu hayuko sawa, anajifanyisha tu eh, anaona aibu. Lakini jamaa kutokana na ajali akamchukua, akampeka mpaka chumbani, binti bini kumwangalia miguu nini, amvue viatu. Akamwambia ah ondoka, nashukuru kwa wema ulionifanyia, lakini baba yangu ni mkali sana kweli, naweza kapiga simu polisi hapa ikawa shida. Kwa hiyo ni bora tu uondoke. Kwa hiyo jamaa, wakati anaondoka, mzee akamwambia unaenda wapi? Kwa sababu anajifanya mwamba, baki tuone, baki tuone, shenzwe na ule wako uje tena hapa. Afu kaja kwa binti yake, amekufanya nini mwanangu? Akakuumiza? Akamwambia hapana baba, hajakufanya chochote. Ndio baba, hajanifanya chochote, istoshe yeye ndo kanisaidia nusu nigongwe na gari, yeye peke yake ndo kaniongoza. Na mashaka, mwanangu, wewe ndo wa pekee kwa sina mtu mwingine. Sitaki chochote kibaya kukute. Basi ikabidi wakumbatiane na binti yake, eh, mzee kidogo hapo anapumua kwa sababu kale ni jamani jambazi. Huku jamaa akampa oda mfanyakazi wake, hakikisha wanaitafuta ile gari na plate number ili wamkamate muhusika. Wakakubali. Huku binti akiwa eh, amelala usingizini, mzee wake kaja kwa sababu yeye ndo mzazi pekee na huyu binti ndo mtu wake wa karibu wa pekee kwao. Kaja hapa amfunike funike na blanketi nini, si unajua anamjali binti yake, katoka masomone, ila anamfunika na blanketi. Simu inaita kwa angalia simu anayepiga ni Idris, ah! Idris ajambazi mzee akaona kuda deki, yani ashaanza kumpigia simu na binti yangu, akaona aha, huyu dogo anavuka mipaka. Akachukua kidole cha binti yake akatoa hiyo fingerprint hapo, alafu akaanza kuitafuta hiyo namba kwenye call logs, yani historia zile simu zilizopigwa Kaitafuta Idris kaipata. kwa maksudi kwa binti yake. <laughs> Binti, binti mwenyewe piskali eh? Sa najua hawezi kulinda muda wote, huwezi kulinda kitu ambacho mtu anatembea nacho. Haya bwana, binti yupo usingizini, hajaelewa kipi kimetokea huko. Bwana Idris, siku ya pili imefika. Asubuhi asubuhi ya mjambazi, umefuata nini nyumbani kwangu? Umefuata nini nyumbani kwangu bila ruhusa? Mm? Yaani nakwambia hivi, mimi ni mtu mkubwa sana huko kanisani kwetu au kwenye hii jamii. Kwa sitaki mazoea na vijana wa ovyo ovyo. Akamwambia shikamoo mzee. Shikamoo yako ishi hapo hapo. Sitaki shikamoo ya kijana mpumbavu pumbavu. Akamwambia mzee, bwana sitaki no, mimi nimemfuata binti yako. Tena ndio ishi hapo hapo. Binti yangu aruhusiwi kuwa na vijana majambazi na vibaka kama wewe. Akaambia dingi nimekuvumilia toka jana, sijasema chochote. Naona unavuka mipaka sasa, nitakuamshia popo ujue. Mara binti huyo kaje. Nini kinaendelea hapo kati ya o baba na, na Idris? Kambia, nilikuwa namfukuza huyu mshenzi wako amekufuata. Kaambia baba, so vizuri mgeni akija inabidi umpokee. Sio kwa mgeni huyu huyu, mshenzi jambazi huyu jamaa wa dharau. Akamwacha dingi akaenda kwa binti yake akamwambia nilikuwa nimekupigia sana, hujapokea simu zangu, nini shida, umeniblok. akamwambia sija kukublok udinga sima, mimi ndo nimekublok kwa sababu sitaki vijana kama wewe umzowezoe binti yangu. Tena nakwambia hivi, toka nyumbani kwangu. Umesikia wewe boy wewe. mzee anapiga mkwala, binti anashangaa, jamani baba. Huko bwana Si za. Kumbe yeye ndo alitaka kumgonga yule binti na gari lakini akamkosa kwa sababu Idris alimsaidia. Kwa hiyo hapa kaja, akamwambia bosi, tumemkosa lakini, nipe nafasi nyingine, mimi nitahakisha namaliza kazi kila kitu. O, Mr. Walia, Kamishna Walia kambidi ya mruhusu tu afanye anachokiweza. Huko binti namlaumu, usije nyumbani kwangu, kwani unakuja mpaka nyumbani unamkwaza baba yangu kwenye, kwenye yani e, yani, nyumba uh, ardhi ya shangazi yangu uifuatilie tena. Akaambia hiyo mmm, itakuwa ngumu, siwezi kuifuatia kwa sababu kuiacha kwa sababu ni ya muhimu, lakini ukienda date na mimi, nitakupa sababu kwa nini naingangania ile ardhi okay. Basi binti ikabidi akubali date ili akapewa sababu kwa nini mshikaji anangangania ile ardhi ya anti Uche. Yani siku iliyofuata dada akabeba kama yalivyo akapeleka kwa anti Uche, akaambia yule mkaka sikaja bwana, kanifuata anaomba date. Yule jambazi akaambia, mimi nilijua tu kwa ile siku alivyokuwa nakutazama na kuangalia nakuangalia nikajua tu yajayo anafurahisha. Akamwambia shangazi, iwe ni kibaka, usisahau kama ni adui anataka kupora ardhi yako. Akamwambia najua, lakini kwa upande wa pili inaonekana ni mtu fulani hivi kama anajalijali hivi, ila anakupenda bwana. Wewe nenda kamsikilize, alafu atakachokwambia uniambie. Basi akatoka na mshikaji, on time amekuja, kamfuata mrembo, kavaa full white na black stripe na mistari meusi, amwangalia mrembo pale, amepiga naye story. Mrembo akamwambia, ah, umependeza, naye akamwambia tu ni mrembo Kia, muda, panda kwenye ndinga nikupeleke location ambapo nimepanga leo tukutane kwa ajili ya date ya maongezi yetu. Basi bwana jamaa akamfungulia mlango, mrembo akamwingiza kwenye gari na akapanda zake ndinga, ndio wakafika hiyo sehemu. Walipofika ile wameanza kunywa vinywaji, akamuliza kwa nini unaingangania ardhi ya shangazi yangu? Akamwambia ardhi ilikuwa ni wazee wangu walikuwa wakilima pale na walikuwa wakiishi pale, lakini serikali ikaja ikachukua kwa mabavu. Afu ikawacha wazazi wangu bila chochote kitu lakini na mjomba wako ambaye ni mume wa aunti Uche aliyefariki, akaja akawa amenunua, na hivyo nikawa nimekula kiapo kwa baba yangu kwamba lazima nitakuja nirudishe ile ardhi na ndo maana naing'ang'ania. Akasema aha, kumbe kumbe. Wakati naongea haya Caesar yuko pembeni anafuatilia mwanzo mwisho, tunajua yuko kwenye mission, lakini binti akambia, sikie, nimesikitishwa na story yako, lakini ukweli ni kwamba ile ardhi ya aunti yangu na sitaacha kuikomalia kwao, sitegemea utaipata kirahisi. Jamaa akaambia ukiachana na masuala ya ardhi, hebu tuendelee kuenjoy date. Baada ya kutoka pale, akamleta nyumbani kwake, wakatulia wakabadilishana mawazo, wakapiga stori moja mbili tatu. Binti akamwambia, inaonekana eh, una nyumba nzuri, una moyo safi, lakini sijui matukio ya ujambazi yanakuta, yanatokaje, yani yanato, yanatokea wapi? akaambia nimepitia maisha magumu nikiwa utotoni, nimekuwa nikiusaka utajiri kwa muda mrefu, ndio maana nimejikuta nikiingia kwenye shutuma na matatizo okay, mbalimbali lakini hiyo sio kesi ibadilishi mimi ni nani. Kibinti akambia, okay, yaliopita ashapita, hebu nitambulishe nyumba yako. Akambia huko ndio jikoni, kuna majiko mawili. Akambia okay, kwa jiko la kwanza ni ile na la pili ni ile. Akambia na huku, akambia huku, nenda tu kama unataka kuangalia, upo huru kufanya chochote hapa nyumbani kwako. anarudi nyumbani, dingi ka mindi. Nilikwambia hivi, usiambatane na yule kijana. Kaambia baba, huwezi kunipangia mimi nani niambatane naye na nisiambatane naye. Yule jambazi mhalifu, binti yangu, mbona uelewi? Nikwambie mara ngapi? Yule ni mtu mbaya. Akaambia baba, anahitaji chance, anaweza kabadilika. Pumbavu akabadilika! Afu acha kunijibisha, nishakwambia hivi. Hii ndio mwisho, marufuku kuongea na yule kijana, marufuku kutana na yule kijana. Period imeisha, usinipande kichwani, shenzi. Binti akashangaa, jamani, baba akawa mbogo kweli, dingi kama mind yana masiala. Wamekaa jioni, wanakula chakula, mara Idris anapiga dada, akaona simu anapokea, mzee kamkata jicho, hilo bonge la jicho kama mzee muogo mchungu, eh, binti kabidi urudishe vidole taratibu, akaona mm, hapa kweli dingi kamaanisha kweli hataki. Basi bwana. Wakawa endelea kula chakula, dingi kauzu, dingi kakaza, mshikaji kapiga simu, wewe kapiga, binti apokei, kabidi a, ah, binti atoke nyumbani kwake, aende kwa mshikaji. Akamwambia Idris, usinipigie simu mara kwa mara. Akamwambia mimi nakupigia muda mrefu upokee, okay. kwa nini? Akamwambia kwa sababu mimi na wewe hatutakiwi hata kuongea kwa sababu tuna kesi. Kwa ndio wewe na mipaka kidogo, baba yangu pia akupendi. Mara kambusu jambazi alijua hata kutongoza. Akamwambia unachofanya unakosea, unajua huwezi kumbusu mtu bila ridhaa yake. Hapa vipi? Kamshika kiuno. Ah, yani haitakiwi hivyo. Unajua mimi mwanasheria, mwanasheria apigwe busu, kamlamba bonge la kesi Binti naye akalipokea vizuri, kwa sababu ilikuwa tamu, naye akabidi ampatie oh, ile kidogo kidogo, mara kitandani. Ukiona oh, kitanda kimevurugika hivyo, jua tayari ilishakufajitwa na kweli. Binti anaamka hapo tayari ashapata changurue kimoja, basi anajiandaa mwenyewe hapo, eh, hapo ili aondoke sasa. Tayari mshikaji kasha enjoy kala tunda la mti wa kati. Kaja akamkumbatia akambebe, ngoja kwanza. Eh? ujue tunachokifanya tunakosea Yaani mahakama itakiwa kujua kama sisi tumeshia kitanda kimoja wataharibu ile kesi. Na nikwambie sisi kuwa wawili hivi imaanishi kwamba ile kesi au ya ardhi ya shangazi yangu kwamba ndio imeisha. Hapana, kila kitu kinaendelea kama kilivyokuwa. Kaambia bwana achana na mambo ya kesi, mbona unapenda kuongelea kuhusu kesi? Tuongelee mimi na wewe, eh. Akaambia mimi na wewe kuhusu kampiga kesi nyingine, eh. Dada akamwangalia akaona, dago kaka achi nikajambaze lakini upande wa pili kumbe ni soft. Basi ikabidi dada ampe mtoto kaulilia wembe baada ya kumpatia eh, wakalala tena round 2. Kwa binti akamwambia, bwana, unaonekana ni mtu mzuri tofauti na nilivyofikiria, lakini mimi siwezi kuwa na wewe au tuwezi kusonga mbele mpaka uache ujambazi. Akamwambia sasa, so niache nifanye nini? Fanya biashara yoyote halali. Akamwambia unataka nianze lini? Yaani, jamaa yuko simple and fresh kanyoka kabinti akawa anashangaa. Yaani, sikuforce, lakini nitakiwa na wewe mwenyewe uamue. Akamwambia, mimi nipo tayari kufanya chochote, kama hicho ndio ninachotaka. Na binti akambia jamani, nimekupenda bure wewe mkaka. Akampatia tena na kinywaji kingine hicho juisi ya bamia. Bas bwana jamaa kweli kamsikiza mawazo ya binti, hataki ujinga, kawaita vijakazi wake wale majambazi wenza kaambia, bwana, mimi nimewaita leo hapa. Nataka kuambia kwamba kuanzia leo ndio mwisho wa kazi za ujambazi na hivyo tutakuwa tunafanya kazi halali. Kwa hiyo tutakuwa tunaingiza pesa halali. Ah, washikaye shangao, bosi, imekuaje tena nguvu ya chupi mpaka anaacha kazi za msingi, kazi za wanaume. Baada ya hapo kutoka na, na, kwa majambazi wake kamfuata mzee baba mkwe kampa mkono kwamba mimi nipo tayari kubadilika. Dingi kamwangalia kwa jicho la usuda, lakini akakubali kumpatia mkono afa. Akamwambia binti, akamweleza bwana Idris amekubali kubadilika. Kwa ajabu yangu atakuja kuwa mtu mzuri sana. Mzee wangu akamwambia ni kweli anayeongea binti yangu? Mzee jamaa anasema ndio, mimi nipo tayari kufanya chochote kwa ajili ya binti yako, nampenda sana mzee. Akasema aha, sasa wewe maneno yavunji mfupa Mi nachokitaka ni kitu kimoja tu, nithibitishie kwamba kweli unampenda binti yangu na kweli umeacha ujambazi, sawa? Jamaa akaambia hilo sawa mzee, alina shida basi mzee baada ya kusema hivyo, jamaa akawa anatoka na wauni wake wakamwambia, "Boss bwana, sisi tuna appreciate wewe kuwa na madam, tunafurahi kuwa karibu na madam, lakini mimi nafikiri hilo swala la kuacha kazi na kuwa ngumu." Akamwambia, "Hamna, sijabanisha muache kabisa, nyinyi pigeni kazi zenu kimya kimya kwa sababu yule mwanasheria sitaki ajue chochote." Kwa wauni wakakubali. Wakati huo penzi limekuwa mubashara, penzi limepanda kilo, penzi limekuwa zito kilo mia hamsini, vicheko vingi eh, mambo ya kula eh, vinywaji, mvinyo nini Wanaenjoy, wanakula bata, penzi lao limeanza kushamili, na jamaa huyu imeanza kumtoka toka kabisa, mpaka anaenda kwenye vituo vya watoto yatima, anawafundisha watoto kuimba nini, mpaka anti Uche akawa analia, jamani, kweli mapenzi ni kitu Mungu amekupatia nini wewe? Nashukuru kwa moyo wako na kwa wema ambao umenionyesha. Jamaa hivyo kakubali, kamkubali mrembo kwa kukubali ku give up, kuacha kila kitu chake kwa ajili ya upiskari. Eh, Kaima, wapo ndani wanacheza pool table na nini? Kiufupi penzi lao ni zuri. Wakati huu huyu jamaa anampa taarifa bosi Walidi bwana Siza. Akamwambia juzi bwana kwenye Bar Fancy nimemwona yule mshikaji yuko na pisi yake. Yani kanyongonyea, sio Hidi sote tunayemjua. Kwa hiyo nimepata pointi udhaifu wake, yule ni demu wake. Kwa hiyo namaanisha tumwangamize demu wake. Akaambia basi fanya sasa, mpaka uniite mimi, mpaka uniambie. Akaambia nitaka ruhusa yako tu. Akaambia fanya, shakwambia fanya. Kwa hiyo Siza akaruhusiwa kumdhuru yule binti. Huku bwana mkali Idris yuko na demu wake, anashangaa demu, leo nuru imekosa sura, imekosa nuru. Kwa hiyo akamwambia bibi, eh mbona unaonekana kama upo hivyo? Akamwambia na mimba eh. Jamaa alichanganyikiwa lakini alifurahi. Yani alichanganyikiwa lakini ikaambatana na furaha. Kwa jambazi kama yeye eh, kutana binti ambaye yuko tayari kukuzalia mtoto kushikia mimba kwao, alifurahi sana. Akamwambia basi tufanye mpango wa kuchumbiana, akamwambia mzee. Akamwambia okay, kwa sababu umesema, mimi naenda kumwambia mzee. Basi binti akafurahi, akachukua simu, akampigia shosti yake, akamwambia oh, muda sio mrefu hapa, tayari nakwambia nachumbiwa maana mme wangu eh anataka nimwambie mzee wangu kwamba sasa hivi ni mjamzito, anataka kuchumbia. Kwa anafurahi, anabashasha, anaongea na simu huku anaendesha gari. Kafika sehemu ya kunje kona hivi, kuna gari kumbe nyeupe ilikuwa inamvizia tu, kapata, kapata ajali eh, mnasemaje? Wapi? Lini? Saa ngapi sasa, hospitali gani yupo? Eh, mzee akawa amevurugwa kinoma kusikia binti yake wa kipekee kapata ajali. Huku jamaa naye hajui hili wala lile, kaandaa kitanda vizuri, kaweka maua hapo yameandikwa I love you. Vizuri yani, yani madam kagongwa na gari kafariki, mnasemaje kawakwida roba msinitanie, yani msije mkanivuruga. Mnasemaje? Akambie ndio bwana shemeji, kagongwa na gari kafariki. Da, jamaa litingwa alichanganyikiwa kinoma, ikabidi atoke aende mpaka nyumbani kwao. Kweli anafika hapo, anakuta mzee analia katingwa, afu ana picha ya binti yake, yani picha ya marehemu iko mezani ah. Yani jamaa amini macho yake, kwa sababu jana tu katoka kumwambia mjamzito, lakini sasa hivi anaita anaambiwa amefariki dunia. Yani kashikwa kapigwa na butwaa, kavurugwa na anakuja mzee anamlaumu, wewe toka umekuja kwenye maisha ya binti yangu, wewe umeleta mikosi toka nyumbani kwangu, toka. Kamfukuza jamaa kwa hasira, jamaa karudi geto, analia vibaya mno, kavurugwa, haamini macho yake kwa sababu ilikuwa ndo mwanamke ambaye amekubali kumzalia mtoto, mwanamke ambaye kampenda na alikubali kuacha kila kitu kwa ajili yake, ujambazi, kazi za kiuni, hadi ile ardhi ya wazazi wake, afu anashangaa leo ghafla tu from nowhere eti it anakufa eti, jamaa akawa amelia amechanganyikiwa, yani mito na mashuka ilikoma sana. Iki kipindi jamaa alipitia wakati mgumu, akilala machozi yanabubujika, hasa akikumbuka zile kumbukumbu kumbu, wakati wana kiss, wakati wako pamoja kitandani. Aisee, loyo ilimuuma sana, huku bwana Siza anafurahia ushindi baada ya kumkomoa bwana Idris. Wanacheza, wanaenjoy, wanakula zao mvinyo, mara ghafla kundi la mshikaji limekuja limenyakuwa chupa hapo Bonda kinoma, bwana Siza piga vibaya mno, wale wengine wote wakatoweka wakakimbia. Wakampiga bwana Siza vikali mno, kufidia kila hatua ambayo wamesababisha bosi wao apitie kwa, wakamwadhibu mshikaji na wakafanikisha kumtokomeza. Huku bosi katingo kavurugwe, yupo kitandani anaongea peke yake, lakini yeye ya, anaona anaongea na Kaima na Kaima, anazidi anampa moyo, baby kula chakula nini, komaa kwa ajili yetu sisi sote, mimi na mtoto Eh, yeye ndo anamuona lakini hao wengine wanashangaa, bosi mbona anaongea peke yake? Aisee, kweli bosi kavurugwa. Kweli na jamaa kavurugwa, kavurugwa, lakini muda sio mrefu jamaa ikabidi aachane na majonzi akawatumia hawa vijakazi wake wote milioni kumi kumi kwenye simu, akawa wamevurugwa wamefly, wanachanganyikiwa. Akambe hiyo ni pesa ya mwisho kuwapatia kwa, kwa sababu kuanzia leo mimi nataka niende sehemu za mbali ili nikajitoe kwenye hili dimbwi la mawazo. Kwa hiyo nyinyi takiwa mjitegemee. Da akapiga magoti, wewe ndo chafu yetu, wewe ndo damu yetu. Kawaacha washikaji zake kawapatia pesa pale kwa watoto yatima akaacha pesa kisha akatoka akasafiri. Yani hapo akawa anaenda airport ili aondoke kidogo ayapuke haya majonzi. Kila akikumbuka kuhusiana na mpenzi wake Kaima, basi mchizi anavurugwa kwa. Akaondoka akaenda mbali. Baada ya mwaka mmoja baadaye mshikaji ndo akarudi sasa kutoka huko aliko, akarudi mjini Lagos Kwao kafika pale, vijakazi wake ambao wawili walikuwa wanakaa bado kwenye ile nyumba wakaja kumpokea bosi wao. Bosi sasa hivi kashabadilika, hana stress, kachangamka. Yeye anaingia ndani, wao wamefurahi, wanashangwa kumuona da, bosi umerudi hatimaye, sasa tulikumisi sana, ujue bila wewe mambo yalikuwa yaendi kabisa. Akamkumbatia ya nini, wali fly, of course wali enjoy. Na jamaa baada ya kukutana na marafiki zake ku, hug nao nini, kumkaribisha nyumbani, akaenda kwenye kile kituo cha watoto yatima eh, hey! Anti Uche kumwona akashtuka, nakwambia akashangaa, jamani! Wao karibu, hey, umepotea jamani, umechukua muda mrefu. Anambia usijali, ndo nimerudi. Umerudi lini? Nimerudi jana. Anambia ah, okay, karibu, jisikie kama nyumbani. Akamwambia ndio, nashukuru, lakini raundi la hii nimekuja bwana na ombi na moja, ningependa niwekeze hapa niwe kama miongoni mwa masponsa kwenye hichi kituo chako. Nafikiri Kaima atafurahi huko mbele za haki aliko. Basi shangazi akakubali, jamaa akawa anajitoa, anacheza mpira na hawa majanki nini, watoto anawafariji. Eh, jamaa ameamua kubadilika, kaacha matukio ya ujambazi kabisa na kawa mtu mzuri, kwa ana share moment, wakati wake mwingi anapoteza kwa hiki kituo, ili ajipatie furaha pamoja na hawa watoto ambao hawana wazazi. Sasa siku moja, kwenye pilika zake, anatoka kwenye hoteli fulani hivi aamini ah, ah, macho yake, kitu ambacho nakiona mbele ya uso wake na uwezi kuamini, bwana nayemuona eti ni Kaima na Kaima anamwambia usijali bebi, mimi sio mzuka, mimi ni Kaima mwenyewe really sikufa kwenye ile ajali, nilipona. Mshikaji kashangaa yani kapaga aamini ah, macho yake, kama ni Kaima alikuwa wapi siku zote, wakati anateseka jamaa aka mind ali mind vibaya mno. Kaima kila kitaka kumsogelea jamaa anamwambia ah, usinsogelee toka akamwambia, jamani, baby nakuelezea kila kitu, nini kilitokea. Ni mzee wangu alinifungia, alikuwa hataki ni, ni, ni athirike zaidi, kwa sababu alikuwa anaamini watu wanaonifuatilia wataniua. Jamaa akawasha gari akaondoka kwa hasira. <coughs> Kaima ikawa kipengele sana kwake. Mshikaji akatoka baada ya hapo, akaenda kwenye kituo cha watoto yatima. Kufika kule, anamwambia shangazi, hivi ulikuwa unajua kama kaima ni mzima? Shangazi naye akashika na butwa. Ndiyo, lakini niliambiwa nisiseme. Jamaa akaona wote wasaliti, alimind akatoka, kaenda kumsimulia huyo kijakazi wake, naye akamwambia bosi, itakuwa umechanganyikiwa bwana, kaima alifariki na mbona alizika. Akamwambia nimemuona kwa macho yangu, nimemuona kwa macho yangu. Akamwambia bosi, haiwezekani haiwezi kuwa, yani unataka kuniambia kwamba shemeji yupo hai, yupo hapa hapa Nigeria, hapa hapa Lagos? Akamwambia ndio. Muda sio mrefu kafika kaima, kaingia mpaka ndani, anamkuta amshikaji Eh, na kijakazi anashangaa, kweli bwana yupo. Ikabidi aondoke awapishe wazungumze. Kwa akaongea akamwambia, bwana, ile siku baada ya kupata ajali mzee wangu alifadhaika sana, nilinusulika lakini mzee ikabidi afeki, eh, kifo changu afeki mazishi yangu, ili mradi watu ambao walikuwa wananifuatilia Mh, hmm? Waache kunifuatilia kwa sababu mzee alijua wewe kutokana na ugomvi wako na visa vyako. Watu wengi wanakuwinda na pengine mimi ndio udhaifu wako. Kwa hiyo ndio maana wakawa wananiwinda mimi. Ndio maana mzee akaamua kufanya mazishi ya uongo ili nionekane kwamba mimi nimekufa. Akaambia, "Kwa muda wote ulikuwa mzima mimi nateseka, si ndio? Napitia nyakati ngumu, wewe uko mzima yani. Unaniacha naangaika muda wote." Akaambia, "Nisamehe, mimi sikumaanisha kufanya hivyo." Eh? Nakupenda. Hata mi nimepitia wakati mgumu sana. Toka hapa! Huwezi kuniambia tu umepitia wakati mgumu kama mimi, mi nimepitia wakati mgumu. Akaambia, sio wewe ya peke yako, hata mi nimepitia wakati mgumu. Usinifokee hapa, mi nimelia, nimeteseka, nimeacha kila kitu, nimeacha marafiki zangu, nimeacha kazi zangu kwa ajili yako. Akaambia, hata mimi wakati nimefungiwa kwa nilikuwa ningekumisi kila wakati. Hebu angalia, nilipozulika, nimeumia, eh? Nilikuwa mjamzito siku ambayo nakwambia na mtoto ndio siku ambayo mtoto wangu anakufa na mimi nanusurika kufa, nimepata ajali nzito. Wewe unafikiri mimi na wewe, nani alikuwa na uchungu zaidi? Kama unaona maumivu uliyopitia ni makubwa kuliko maumivu yangu mimi kumpoteza mtoto, basi sawa, wewe ndio umeshinda. Kweli wewe ndio amekuuma sana kuliko mimi. Jamaa akaambia ese, wewe umenikosea sana, umenikosea sana Kaima, nafikiri siwezi kukusamehe kamwe. Akamwacha aondoke. Dah wakati anaondoka akamwita, "Kaima, hebu ngoja, kwani eh, hujue ni kweli imepitia wakati mgumu, lakini mimi pia nisamehe, kwa sababu sikuwepo wakati unateseka, sikuweko wakati unahangaika, bebi, nakupenda sana. Kwa jamaa ikabidi na bebi wake wasameane, kwa sababu wote walikuwa na makosa. Huyu aliendeleza shughuli zake za ujambazi na kutokana na visa vyake ndo maana binti huyu akawindwa, lakini huyu kukaa kimya bila kumtafuta mwamba pia ilikuwa ni pigo sana kwao. Wote wana makosa kabidi wasameane na huo